Tuombee matukio ya utekaji, ni ishaongea. Pia tuombee Mbea, tuombee dana mikoa mingine, matukio ya utekaji Mbea e? matukio ya mauaji haya, tuna ufunika mkoa wetu kwa damu ya Yesu. Tunakataa roho um, ya umwagaji damu katika mkoa wa Mbea e? tuna utamkia neema mkoa wa Mbea kwa e? e? jina la Yesu. ITV imefika nyumbani kwa wazazi wa marehemu na kuzungumza na baba mzazi Dr. Mabula Mahande ambaye ni mfanyabiashara na alikuwa mtiania nafasi ya ubunge kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi na kushika nafasi ya pili, na hapa anaeleza. Taarifa za kutekwa kwa binti nilizipata kupitia kwenye simu yao. Watekaji walinipigia simu kwamba unamfahamu mtu fulani ambaye ni mtoto wangu, jina lake likataja, unasema namfahamu. Kwa hiyo tumemchukua huyu binti tunaelekea naye maeneo ya kuelekea Tabora. Basi nisema tatizo ni nini? Basi wakaniambia watanipa taarifa baadaye. Baadaye wakatoa taarifa kwamba wanahitaji kiasi fulani cha pesa. Baada ya hapo nikaona uh, wakanionyesha klipu ya kideo ya mateso ya mtoto wangu. Basi ninipelekea wapatia kiasi kidogo cha pesa ili angalau mtoto apunguze maumivu. Taarifa hizi nipewa na jeshi la polisi walisema kwamba Msamaria Mwema, uh, usiku wa kuamkia uh, jana kwamba mnamo ya muda ya saa kama saa nne saa tano hivi usiku ulionekana moto unawaka kwenye baadhi ya vibanda pale nane nane, kwa hiyo Msamaria mmoja akapiga simu zimamoto Baadaye zima moto wakafika pale, wakawa nazima ule moto. Wakati wakizima moto, wakaona kama kuna mtu ndani anaungua, kuangalia vizuri, ndio mwili ukaonekana umeungua moto na kupelekwao